Kila kitu kinachofanywa na hii serikali sasa hivi ni kwa ajili ya manufaa yao wao, kuendelea kuishikilia nchi, kuendelea kufanya ufisadi, kuendelea yani kuwatawala na kuwanyonya Watanzania. Wanachokifanya sasa hivi ni kupunguza nguvu ya maandamano ya Desemba tisa, ni kupunguza hasira za umma. Na kwa nini wanafight hivi, kupunguza hasira za umma? hakuna kitu hii serikali inaogopa sasa hivi kama maandamano mengine kufanyika wanaogopa maandamano mengine kufanyika and why sio hata wanaogopa kwa sababu itakuwa ngumu sana kudhibiti wananchi wanachoogopa ni situation iliyopo kwenye background inabidi wa Tanzania muelewe niwaambia ni last week issue ni nzito kwenye background ikitokea rematch ya maandamano hawa watu wanaondoka wanaondoka wanachokiogopa sasa hivi, na sio kwamba wanaogopa maandamano ya wananchi. Wanachoogopa ni kinachoendelea kwenye background sasa hivi, hapa ninavyowaambia ni. Jamani, sitaki kuongea tu much, lakini i think ninapoongea ndo kidogo mnakuwa mnaelewa. Hakika kuongea sasa hivi, kuna vita inaendelea ya chini chini kati ya JWTZ, TZ na usalama wa taifa na polisi. Kuna vita inaendelea ya chini chini sasa hivi so wale wakirudishwa barabarani kwenye maandamano ise inaenda kuwa mbaya. Maana ndio maana sasa hivi wanapambana in every way, msiandamane. Na ndio maana mnaona wanapambana tu kuwapumbaza akili, lakini sio kuwapeni haki yoyote. Ni kwa sababu hawajabadilika kwa chochote, hawajabadilika kwa chochote. Ndio maana wanataka msiandamane, lakini haki hakuna. Jamani, kuna vita kubwa, nishawaambieni, there's something big kwenye background kati ya jeshi la Tanzania na polisi. Wale sasa hivi wakirudishwa kwenye rematch barabarani, guys, inaenda kuwa historia Tanzania. Vyombo vya usalama vitaenda kumalizana vyenyewe kwa wenyewe, vinaenda kumalizana. Hao polisi, hao polisi wote <tia> anaoongelea polisi, wamekufa wengi, ni kweli ni kweli, sio uongo, lakini sio kwa mikono ya wananchi, ni kwa vyombo vyenyewe vya usalama. Vyombo vya usalama JWTZ sasa hivi ina hasira na usalama wa taifa vibaya mno na polisi, it's gonna be bad. Ndio maana wana wanafanya kila kitu kuavoid, msirudi barabarani. Ndio maana mnaona wanawapeni solutions ambazo ni temporary. Hawatoi solutions ambazo ni permanent which is haki ipatikani kwenye nchi. Ndio maana mnaona hawana kitu, ndio maana mnaona hii serikali imebaki tu kuwachezea akili, kuwapiga dana dana yani, wana delay tu, msiandamane, msiandamane, lakini hawawapeni haki, hawawapeni haki, hiyo haki tu wana delay, wanaongeongea tu, au katiba tutatoa, sijui baada nini? No Nchi ilichopitia sasa hivi, nchi topic kwenye mapresi kila sehemu, itakuwa hiyo ni katiba mpya peke yake na serikali ya mpito na uchaguzi kurudiwa, na sio anything else. Lakini wanaongelea vitu vingine vyote ambavyo vitafanya wananchi msiandamane, lakini bila kupata haki. Hicho ndo kitu ambacho watanzania mtakuwa, kila siku Mtanzania ukiamka asubuhi, kumbuka bado hakuna haki kwenye Tanzania. Bado bado hii serikali imegoma kutoa haki, wanatuchezea akili. Hicho ndio kitu ndio kwa Tanzania. Kijana wa Tanzania utakapoamka asubuhi, kumbuka kwamba bado natapeliwa na serikali ya Tanzania. Bado si hakuna haki. Bado Watanzania hamna haki ya kuchagua serikali yenu. Bado hamna haki ya kuchagua rais. Bado hamna haki ya kuchagua bunge. Bado hakuna haki. Bado bado mnachaguliwa viongozi na watu kumi na watu watano huko juu. Wamegoma kutoa haki lakini hawataki mwandamani disemba tisa kwa sababu wanajua kinachoenda kutokea ki, wanakijua kinachoenda kutokea disemba tisa na disemba tisa hawaiogopi kwa ajili yenu nyinyi, wanaiogopa kwa ajili ya vyombo vyao wenyewe. Wanaiogopa kwa sababu sasa hivi Samia mwenyewe hata hajiamini kama bado yani anasa, ana hata ile sapoti ya upande wa jeshi la polisi kama bado ipo. Ndio maana wanafanya everything sasa, na nyinyi msiwape wanachokitaka, msiwape Disemba tisa lazima itokee, piga uwa, Disemba tisa lazima iwepo, kwa sababu la si hivyo tumewaangusha tuliowazika. Na tukumbuke kwamba nchi zingine zote zilizodai haki baada ya vifo kama hivi haki ilipatikana, ila sio kwenye nchi yetu. Haki hamna, tunafanywa propaganda, tunachezewa akili eti ajira, ajira, baada ya watu kufa Serikali inaongelea nyinyi mnataka nini? Ajira badala ya kufanya vitu vya kubadilisha nchi for good, badala kufanya vitu vya kuleta haki kwenye nchi milele na milele. Wanaofanyeni propaganda za kijinga za kipuuzi za mapresse, wanaongelea majengo manini, sijui sisi. Sasa hivi wana pretend kuwajali, kama hii serikali inawajali Watanzania na watu wake, sasa hivi walitakuwa kutoa katiba mpya, walitakuwa kuweka serikali ya, ya, ya, ya mpito kama kweli wanajali, lakini hawajali. Ndio maana bado wanawachezea akili, lakini hawatoe haki.